Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana mambo ni mengi kweli kweli. Na sasa hivi hapa video ambayo ina make headline huko mitandao mitandaoni, bwana ni hali jinsi ilivyo pale katika biashara ambayo alikuwa ameifungua Shilole. Shilole bwana ni mwanamuziki eh, moja kati ya wanamuziki ambao wana umaarufu mkubwa, mpambanaji. Mwanadada huyu amekuwa akifanya biashara ya kuuza chakula kwa miaka mingi sana sasa hivi eh, na biashara yake inafahamika kwa jina la Shishi Food. Sasa kutokana na kile ambacho kimetokea eh, hivi karibuni, kutokana na fujo ambazo zilikuwa zimeibuka hapa Tanzania eh, hususani jijini Dar es Salaam, ni kwamba kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Shilole E, bwana naye pia duka e, ile sehemu yake ya biashara imeteketea kwa moto, baada ya vijana ambao walikuwa wapo katika fujo hizo kuamua kufanya hivyo, yani kuchoma eneo hilo, kutokana na gazabu ambayo wako nayo hapa bwana. Kwa sasa hivi, video ambazo zimesambaa mitandaoni ni video ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo sehemu ambayo Shilole alikuwa akifanya biashara kwa muda mrefu ikiwa imeteketea, ikiwa inalinganishwa na hapo awali kabla, eh, kabla ya maafa hayo kutokea ilivyokuwa, na sasa hivi ni kwamba imebakia, ni kilichobaki pale bwana, ni majivu pamoja na baadhi ya mabaobao ambayo yameungua na moto. When I'm with you, that's how hiyo hii ni moja kati ya video au habari ambayo imesambaa sana mitandaoni na wadau wengi sana wamekuja kuzungumza, lakini pia vile vile peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo eh, ukizingatia kwamba sio Shilole peke yake ambaye amekutwa na hiyo zahma. Vile vile Juma Jux, msanii mwingine wa Bongo Flava, ambaye yeye anafanya biashara ya, ya kuuza nguo na yeye pia duka lake lilivamiwa na kuharibiwa, lakini pia vile vile kubwa zaidi ambayo limemeka headline zaidi eh, ni kwamba Bill Nass naye pia msanii mwingine huyu wa mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania Tanzania, ambapo na yeye naye bwana maeneo ya biashara yake pale Nengatronics makumbusho na yeye nao pia duka lake hilo liliteketezwa kabisa na moto. Kwa hiyo kuna Shilole, kuna Juksi pamoja na Belnasi. Sasa kwa upande wa Juksi na Belnas tumeshazungumza, kwa kumehusu Shilole ni kwamba page mbalimbali hapa mbali, zimekuja kuripoti na kuweka eh, kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameposti picha ya Shilole wakiwa wameambatanisha na video zikiwa zinaonyesha masalia yaliyobaki katika biashara hiyo ya Shilole, wakiwa wameandika hapa chini kwenye caption kwamba he, bwana, video ikiwa inaonyesha hali ya mgahawa wa Shishi Food unaomilikiwa na msanii Shilole baada ya kuchomwa moto siku ya tarehe ishirini na tisa. Peji nyingine hii hapa wamekuja na pia wameandika kwamba bwana, hii ndio hali ilivyo maeneo ya Shifudi. Pole sana Shishi, hili nalo pia litapita. <mulia> E, hiyo ni page nyingine wamekuja wameripoti hivyo wakiwa pia wanamfariji na kumpa moyo Shilole kwa sababu akiwa kama mfanyabiashara biashara e, nadhani hii bwana ni moja kati ya vitu ambavyo of course vitakuwa kidogo vimemrudisha nyumba kwa namna moja au nyingine, maana sehemu yake ya kujiingizia fedha kwa ajili ya e, kuhudumia e, familia yake kwa ujumla imeteketea kama hivyo. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa Shilole, lakini ukiachana na issue ya Shilole bwana, pia vile vilevile wasanii wengine wanazidi kujitokeza na kutoa salamu za rambirambi e, kwa Watanzania ambao wamepotelewa au ambao ndugu jamaa na marafiki wamekutwa na majanga ambayo yametokea hivi karibuni au wamepoteza maisha au ambao wamepata e, wamepata majeraha, labda wengine wako sasa hivi hospitalini. E, basi hapa moja kwa moja Juma Jux na yeye pia ni moja kati ya watu ambao wamejitokeza japo kuwa Jux mwenyewe duka lake lilivamiwa na kufanyiwa fujo, lakini na yeye pia kwa kile ambacho kimetokea. Jux, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameweka wa caption ambayo inasomeka kwamba Mungu ibariki Tanzania, praying for peace and healing, Mungu awatie nguvu na faraja waathirika wote lakini pia ujumbe huo wa Jux ameuambatanisha na caption nyingine tena hapa chini, ikiwa anasomeka kwamba Mungu ibariki Tanzania praying for peace and healing Mungu awatie wa nguvu na faraja waathirika wote wa, yaani kama vile amerudia tena kwa mara ya pili kile ambacho alikuwa amekipiga screenshot na kukiposti pale juu. So Hivyo ndivyo mambo yalivyo na hayo ndiyo hizo eh, ni salamu za rambirambi kutoka kwa msanii wa Bongo Flava Juma Jux. Lakini ukiacha Juma Jux, tunafahamu kwamba Juma Jux hivi karibuni, bwana ameingia katika ndoa, amemuoa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Prisi. Basi vilevile vile kwa upande wa Prisi, naye pia akiwa kama Mtanzania sasa hivi, maana ameolewa hapa Tanzania, na wana mtoto anayefahamika kwa jina la eh, Rakim eh, bwana moja kwa moja Priscilla naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha ikiwa inaonyesha bendera ya Tanzania, alafu kisha akaweka caption hapa chini ambayo inasomeka kwamba, uh, hii bwana ni caption ya lugha ya Kiingereza ambayo inasomeka kwamba May the souls of the victim rest in peace. Uh, Priscilla huyo, Priscilla Ujo, ameandika hivyo kwamba nafsi za eh, wahanga zipumzike kwa amani. Nafsi za wahanga zipumzike kwa amani. Huo ni ujumbe wa Priscy, mke wa Juma Jux there, lakini Priscy hakuishia hapo, akaendelea kusema kwamba condolences to their family friends and the entire community namaanisha kwamba anatuma salamu hizo za, za pole kwa eh, kwa familia eh, vile vile marafiki pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Alafu kaandika akaandika pale hashtag praying for peace in Tanzania, yani tuombe ni, tuombe amani kwa ajili ya Tanzania. Praying for peace in Tanzania amerudia tena kwa mara ya pili, so huo ni ujumbe wa bidada Prisi, eh, mke halali kabisa wa Juma Juksi. Lakini pia vilevile vile Fina huyu ni msanii mwingine wa Bongo Flava. Mwanadada huyu ameandika kwamba moyo wangu ni mzito sana. Pole nyingi kwa familia, ndugu na marafiki waliopoteza wapendwa wao. Tunaomboleza pamoja. Mungu atupe faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu. Huyo alikuwa ni E, mwana dada Fina ambaye na yeye pia ni msanii wa mziki huu wa Bongo Flava. Lakini ukiachana na Fina e, mwingine ni Yami, mwanadada ambaye alikuwepo katika record label ya Nandi, ameandika kwamba Mungu, tunakuomba tuache wa Tanzania katika kipindi e, Mungu, tunakuomba usituache Mm-hmm. Huyu Yami ameandika hivyo kwamba Mungu tunakuomba usituache wa Tanzania katika kipindi hiki kigumu e, nawapa pole ndugu zangu wote wa Tanzania nawapa pole kwa, e, kwa wote tuliopoteza wapendwa wetu. Mungu awatie nguvu na azilaze mahala pema peponi roho zao. Mungu atusaidie tuendelee kudumisha amani yetu, upendo wetu na umoja wetu. Mungu aibariki Tanzania, Mungu tubariki wa Tanzania. E, huyo ni Yami na yeye pia ameweka ujumbe huo kupitia kurasa wake wa Instagram. So it is what it is ukiwa, kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako bwana, katika comment section hapo chini. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambao tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.